na katika kikao kile mwenyekiti wetu alituahidi kwamba jukumu hili akiwa kama kiongozi kalichukua na analifanyia kazi, na akatuahidi kwamba atasimama na atapambana kuhakikisha kwamba haki yetu, inshallah, kupijaliwa inarudi, na uhuni unaofanyika unakomeshwa katika ardhi ya visiwani, na moja kubwa alilotuambia kwamba kadiri atakavyokwenda katika safari hii atarudi kwetu kutueleza namna ambavyo kazi tuliyompa inaendelea. Nadhani mnakumbuka tumpigieni makofi mengi sana sana sana sana sana mwenyekiti wetu kwa hali yake ya kiuongozi na kiungwana. Anaendelea, ndugu mwenyekiti katika kipindi hichi ambacho tulimaliziana na wewe kipindi kile, hali ya chama katika mkoa wetu wa Kusini Pemba inaimarika sana. Si kawaida kutokana na uzoefu wa nyuma, lakini mara hii ni tofauti kwamba yote yaliyotokea imekuwa ni kama tatu ya kuhamasisha na kuweka imani ya wanachama kwa chama katika kipindi hichi hali ya chama kwa kweli inaimarika na mwenye macho haambiwi tazama. Mahudhurio ya kikao cha leo ni ushahidi kwamba hali ya chama mkoa wa Kusini haijatendereka na haitotendereka. Mikoa miwili hii wamefanya kazi kubwa sana ya kuimarisha chama na kwa kweli tunaona katika shughuli tofauti zinazokuwa zikiendelea katika kipindi hichi kilichopita Wapongezezeni sana viongozi wetu wa chama katika mkoa wa Chake na mkoa wa Mkoani kwa kazi kubwa ya uimarishaji wa chama inayoendelea. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, mwenyekiti leo, maana kikao hichi cha leo ni kikao maalum, na kwa hali hii nadhani hata sisimizi akipita tunaweza tukamsikia, kwa sababu ni kikao maalum na watu wamekuja na shauku maalum ya kutaka kujua, sio sasa mwenyekiti kafuatana na ujumbe wake. Katibu wangu wa chake chake alianza kuwatambulisha, tumpigieni makofi. Alimwanza makamu mwenyekiti, naomba tena tumpigieni makofi makamu mwenyekiti kwa kazi kubwa sana sana sana anayoendelea kumshauri sana mwenyekiti wetu katika kulisimamia jambo hili. Tumpongezeni sana makofi lakini jambo hili linahitaji utulivu, na kama mwenyekiti hana utulivu, kwa kweli gari angaliliingiza kondeni tena topeni. <laughs> Amekuwa ni msaada mkubwa sana. Tunakuomba utusaidie katika hili, uendelee kutusaidia lakini pia mwenyekiti kafuatana na baadhi ya wajumbe wa, wa kamati kuu na halmashauri kuu. Naomba mliopo tafadhali simameni na wajumbe tuwapongezeni, wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya chama wapigeni makofi. Wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya chama wanaendelea ku support katika shughuli hii, lakini pia katika ziara hii wapo wadhulumiwa wetu wabunge wa wakilishi na madiwani wetu ambao walidhulumiwa, naomba popote walipo wasimame tuwatambue na tuwapongezeni sana sana sana. Wabunge wa wakilishi wetu, tafadhalini, msiwe wanyonge, nyinyi ni washindi na nyinyi ndio, wapongezeni sana katika. Kama mnavyojua tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunachukua majimbo yetu, yanarejea mikononi mwetu. Kazi hiyo inasimamiwa na mawakili wasomi wetu tulionao. Tafadhali ni mawakili wasomi mliopo hapa, tukizeni mawakili, endeleeni kuwasapoti mawakili wetu kwa namna ambavyo wanalifanyia kazi jambo hili, lakini pia katika ziara hii nimemweka mwisho kwa maksudi, kwa sababu nataka asimame dakika moja, naye asalimie. Katika ziara hii tunaongozwa na mratibu wa chama Pemba, ndugu Rashid Abdallah. Tafadhali ndugu Rashid, naomba wewe usalimie sana.

wanachama na viongozi kamwe hawatavunjika moyo hata siku moja, na kamwe hawatarudi nyuma, na tutaendelea na mapambano, atakaekuwa hai, atakaekufa, akisakufa, atakaekuwa hai atendele mapambano. Na kwa Pemba tuko pamoja na wewe, tuko pamoja na chama chetu kwa hali yoyote ile, kaka viongozi wa chama wa mikoa hii miwili kichama, mkoani na chake ndugu naibu katibu mkuu wa chama chetu upande wa Zanzibar, mpeni haki yake, mpigeni makofi. Mheshimiwa Mwas, Mheshimiwa na Omar, naomba usimame wewe sasa za yako, piga makofi kwa Mheshimiwa Omar. Bado haijatosha, bado haijatosha. Asante Mheshimiwa Omar. Ndugu mratibu wa chama chetu kisiwani Pemba, mheshimiwa Rashid, wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu ya chama chetu, na viongozi wa majimbo tisa ya mikoa miwili hii kichama na matawi, na pia wanachama waliohudhuria, assalamu alaikum, wa alaikum salaam. Ndugu zangu, leo mimi sina hotuba. Leo maneno yote tumemkabidhi ya madari wetu mrithi wa maalimu wetu Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Mimi yangu yatakuwa machache tu katika salamu la kwanza. Mwenyekiti, umekiona chama chako kilivyokuwa hai kimesimama. Mwenyekiti, tusijisifu. Sisi tunafanya kazi ya uongozi sababu ndio kazi ya viongozi. Lakini chama hichi wanakisimamisha wenyewe kwa nguvu zao hapa. Hapa mwenyekiti, kama uwa unavyosema mara zote, hakuna aliyepewa nauli wala kupelekewa gari, wamekuja wenyewe yeah. Yeah. Yeah. Haya huyapati kwa chama kingine katika visiwa hivi. Kwa hiyo mwenyekiti, hili ni kubwa sana kwetu. Sisi tunakusaidia na naamini utaposimama sitaki ni haribu kazi hiyo, na kuachia wewe utawapa haki yao katika hili <laughs> Mimi ndugu zangu, nasema mnatuongezea imani na nguvu kwa jinsi mlivyosimama katika mstari alioasisi mzee wetu almarhum Maalim Seif. <laughs> Mwenyezi Mungu alitie nuru kabri lake, <laughs> amjalie pepo ya Firdaus ndio malipo yake na akatukutanisha naye katika pepo hili. Huwa nalisema sana, wenzetu tukimtaja Maalim wanakasirika kweli kweli, anasema yake yashakwisha, sasa wajenge wao chama.

Kwa hivyo ndugu zangu, nasema tunaendeleza kazi ambayo tumeachiwa na wazee wetu. Hali mna wenzake napemba siku zote mmekuwa ndio walimu wa siasa na nafikiri hili kama walikuwa hawajalifahamu mwaka jana na mwaka huu wameelewa kwamba hii ni Pemba ukija na leo. <coughs> Ae, walirudi na vilemba vyao vingine vikawa vika, vinaning'inia havikai kichwani vika, vika, vika, vika, vika, vika. <coughs> Ndugu mwenyekiti, kama nilivyosema mimi leo sikusudii kuhutubia, lakini ili nikukaribisha, ni wajibu wangu kuwaambia au kukwambieni, kama ndiye msimamizi wa shughuli za chama na, na siasa kwa upande wa Zanzibar, ili mwenyekiti kazi yake iwe rahisi. Nakumbuka miezi mitatu iliyopita tulikuja tulikuja na pamoja na machungu watu waliokuwa nayo, lakini watu furaha waliokuwa wakizionyesha mpaka wapinzani wetu wakastaajabu, na msimamo ambao mliuonesha mbele ya kiongozi wetu mwenyekiti wetu na nini? Kwa nini tusiwe na furaha? Nyinyi wenyewe mashahidi kwamba hao waliojipachika, ukiwaona wote taabani nafsi zao. Na ndio shida ya kudhulumu, hata ukijibabaisha vipi, nafsi inakuandama Nafsi inakusuta inakwambia, wewe mwizi chori. yeah, yeah, yeah. Wewe huna ridhaa ya umma, nafsi inakusuta kwa yeah, yeah. Hivyo najipitisha, akijipelekesha, lakini nafsi yeah, yeah. Zinawasuta nafsi, zimewaandama nafsi, zinawakataa lakini nyinyi ndio kwanza mkoko. <laughs> Kwa hivyo tulikuja, miezi mitatu iliopita, wakaiona hali ya wananchi wa nchi <laughs> hii. Tulipokuja, mwenyekiti akakwambieni kwamba kwa swala hili, mtuachie viongozi wenu na yeye akabeba dhamana na zima. Nakumbuka akumbuka maneno yake yayemt alisema, anachukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu na kwenu. Kwa hivyo kazi kazi ataieleza moja mmoja, alokwambieni ni kwamba hatuendi sisi kupambania kijio cha mtu, wala kwetu sisi hakuna, sijui mjadala wa kuingia au kutoingia. una suala la haki za wananchi wa Zanzibar lazima zisimamiwe. Sasa ndugu, kazi ilianza. Lakini mimi katika utangulizi ni kwambie sisi tulimuamini, naamini na nyinyi nyote mna muamini. Kuna ambaye hamuamini chumachi? Kama yuko ambaye ana wasiwasi naye anyoshe mkono juu. Hakuna. Wale ambao wanasema wana imani naye mia kwa mia mrithi wa mali Maalim Seif, mkono juu mpaka nje. Kuna hiyo na mwenyekiti Asanteni sana kwa hivyo, yeye tulimpa kazi ya kusimamia hii, lakini tukamwambia kwamba mambo ya watu lazim tukupe na msaidizi. Kwa hivyo msaidizi tuliyemchagua aliyefanya kazi hii huko ndani ni mmoja tu mwenyekiti wetu mstaafu babu Juma Duli Haji. Na hili nalisema, tufahamu, paliletwa fitna nyingi sana. Mnakumbuka miaka iliyopita watu wakataka kutumia, wakidhani kwamba wangeweza kutugawa. Usicheze na watu wenye dhamira, usicheze na watoto wa maalim Sefu. Tunajua tunachokitafuta mm -hmm. Unataka vyao naenda huko. Hapa kazi yetu moja tu mamlaka kamili ya nchi yetu mm -hmm. Kwa hivyo wanajaribu fitna, hili limekuwa fundisho kwa wanamkuta, bega kwa bega. Mheshimiwa Osman na Babluni wamesimamia kazi hii na nikwambieni wametufikisha pahala pazuri sana. Wapi? <laughs> Wapi? sitoyutamu atapaeleza mwenyewe wa. <laughs> na naomba, hayuko hapa lakini atajipata salamu. Naomba kwa namna ya pekee umpongeze kwa makofi mengi babuduni, kwa nguvu aliyompa. Hapana chezea ACT Wazalendo. Hao wawili, majamadari wetu waliokuwa wanakwenda kupambana ndani. Lakini mwenyekiti alisema haya mambo ni ya watu, lazim mnipe na timu ya kushauriana nayo katika kila hatua, sababu mnakumbuka, alichukua dhamana kila hatua atarudi kwenu, sio? Lakini huwezi kila kikao umekwenda ukarudi kwa chini. Kwa hiyo wakasema, huko chini tutarudi kwa wakati wake, kama tulivyofanya leo. Lakini hizi hatua zote kila nikenda tukirudi, nataka timu ya kushauriana, haya mambo ya watu, tukampa timu. Ni tai au niwache? Nataka <tikafuwa> kujua timu tunampa la kushauriana nayo, timu <tikafuwa> hiyo, katika wajumbe wake wa kwanza alikuwa Simba Mansur Yusuf. <laughs> wa pili alikuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, Mheshimiwa Omar Ali Shehe. <laughs> watatu alikuwa naibu katibu mkuu mstaafu Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui. Wanne alikuwa mwanasheria mkuu wa chama kisiki cha mpingo mheshimiwa Omar Said Shabani <laughs> watano alikuwa katibu wa habari uenezi na mawasiliano na umma mheshimiwa Salim Bimani <laughs> wasita alikuwa mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu, mheshimiwa Fatma Fereji. Wa saba alikuwa mjumbe wa kamati ya uongozi, mheshimiwa profesa Omar Faki Hamad. Wangapi huyo wa saba? Wa nane wanane mwenyekiti ananiambia, babduli amebabduli, tuishamtaja mwanzo, ndiyo mkono wake wa ulia. Wanane, wanane dhaifu wao kuliko wote, anaitwa Ismail Juu Salam. Sasa mna wasiwasi na timu yenu hiyo? Mna wasiwasi na timu yenu hiyo? Walifaa kukuwakilisheni kwa hivyo, kazi kubwa imefanyika ya uongozi wa pamoja, ndivyo chama chetu kinavyoendesha mambo yake. Sasa baada ya utangulizi huo, kwa heshima kubwa, kama alivyowambia mie, leo sina hotuba Naomba kwa nguvu kubwa na DJ, naomba unisikilize vizuri, naomba umlete mwenyekiti azungumze na umma, na leo anaanza hapa, tuko live. Kwa hivyo hata wale ambao hawako hapa wanasikia, wanaweza kusikia kutoka hapa Chambani, naomba DJ Mwenyekiti nyimbo yake pendwa inaitwa Salata. Tena naomba usiwakatie watu wangu. <laughs>